Raila aliuliwa, hajauliwa, hiyo yote niki nikizunio so. Venye Raila aliuliwa, usituambie sasa hii hiyo at, hatuhusu at Raila Amolo Odinga, nani alifanyia baba postmortem? Nani alifanya postmortem bwana? Tunataka kujua no, no, no. <laughs> mali nimefika. <laughs> ah, lazima tujue. Ah, <laughs> sisi kama wajaluo sisi kama wa Kenya, sisi kama watoto wa baba hatutaishi kwa giza miaka yote, lazima ya mamako. <laughs> <laughs>

tulikuwa tumefunga sababu tulikuwa tuko na uzuni sahi tunasema aa, tafadhali serikali, hapa Kenya tuko na mtu anaweza fanya post mortem na mbona serikali imenyamaza haitatuambia nani baba alikufaje? Kama ni ugonjwa, postmortem itoe, ionyeze. Shut up I'm talking, ionyeze baba alikuwa na ugonjwa hii, amekufa hivi. Raila aliuliwa ajauliwa, hiyo yote niki ikiiio. So venye Raila aliuliwa, usituambie sahii hiyo atuhusu at, at, <laughs> Ta takuakaai tambi honako alikufa kifo yake na kulingana venye miaka alikufa nayo na vitu alifanyiwa zile pale nyuma, ingekuwa ni binadamu akizaliwa, hata ni wewe, lazima atakufa. So, wacheni kutupima hapa kugonga kili yetu, ati wao ati mzee wenu wao baba yenu aliolewa? Hapana, na pia hakuna jaluo mwenye akufangi kama jaolewa. Jaluo yote anajua hiyo ana <laughs> kama una pesa umefanya nini umeole umeolewa, hiyo hiyo, kwa katiba yetu ya wajaluo hiyo hiyo. So hii mambo ya siri ya kuolewa na yeye aliolewa, hapana, waje kutuambia, tunajua iko kwa katiba yetu. Hata <laughs> mtoto wa class 1 akikufa, ameuliwa Sikuwaja kutuambia hiyo wawona Sa hiyo, kuna utungene, piana, kitu, wana jamu kazi yake ni postu. Ati sasa na hiyo kuna kuna watu wengine pia na chukulia hiyo kitu, wanawe kwa akili yao. Ati Raila aliolewa, hapana. Kama mwenye kumuua Raila si mdu wa yeah. kuolewa mzee alikuwa kifo yake kijaliwe, nasema litoto ne. So wachani kutupima akili hapa. So baba so, Rest Mali penye yako Baba, na vitu yenye Raila alifanya tatuzo atutasahau atu, atu lakini Raila atuacha na agenda nne. Four. Na kila mtu anafanya nini anajua? Anajua. Zitabaki tu hivyo hivyo tu. Na kama hujui utajua. Yaani kuguni. Go utajua. Haya ni mmoja pia na so sisi <tis> wajinga sana venye mnafikiria hapana

atupambane naona siasa inawambia free pia yeah. Oh, si ati mnatusaidia sana hapana hawa. Hey, juu mngekuwa wenye utatusaidia sana najua mko yeah. Na pesa sana na maendeleo yenu mingi ni Nairobi, ukikufa okay, wewe na sanduku vitu ngapi na tangazo oh, biashara yako yote imebaki wapi? Nairobi. <laughs> Sa ingine mtu kwenyu <coughs> ungejena kampuni moja kwenyu ungesema Baba Omosa amekufa, lakini unaona ile kampuni iko pale enda lele, enda lele Endale. So, wanasiasa sa hitu kule nyinyi tuta... na sisi tumebaki na hela imeenda kama ufanyi, tunakwambia hata sisi tunajua tulizaliwa siku moja na tutakufa siku moja na tunajua venye mnapanga na sisi pia, sio si wajinga. Baba ameenda, hey, baba Raila mudinga mkosa kabila, mupeana amani, mupeana free baba, naitwa mupeana free. Free. Free. Free ameenda, imebaki mutu wa ground na wewe, mwanasiasa kama ulikuwa tunanyasa

Mama Sulu hakuna adabu. <laughs> No. <laughs> Lakini hakuna adabu iyo. Oh, Tanzania ingekuwa ni Kenya, lakini wa Kenya mko na roho, ati wa Kenya wamekuwa wametoka wameenda kwa mpaka Tanzania, tuna mpaka na Uganda uko, yani yani, wa Kenya wana vote na mdomo <laughs> <laughs> na una vote, una vote tunulisu. Na tunuliza yuko mama, mama, mama sulu ni samia number one sulu number two. Mama, number three. So, kivote ni, yaya, yaya, yaya, yaya. <laughs> ni number four na mujana <laughs> kuna Supreme Court <laughs> kama Kenya. <laughs> ukitangazwa ni ni hivyo, so, majenzi What is Pole, Pole, Pole. Hey, wa. Hey. lakini mumejaribu lakini hey, kitu kama hiyo hiyo lakini tuna tuna, tunaambia wanasiasa ni nini nafanya vijana wanafanya hivi, <coughs> ni mtu amesoma, lakini wewe wewe umelalia talenti yake. Mtu amesoma juu familia yake iko chini, wewe unachukua ndugu yako unapereka

Ukipinga Raila, ukipinga Raila, ukipinga Raila, ukitusi baba, unaongea baya, unachukuliwa, unawekwa kwa gari, unapelekwa kwenyu Ngobe, kaa nyumbani kabisa. Vituzi Naila peke yako sahii, wewe na nyumbani na Mungu yako, utabaki hivyo. Mutu yoyote ikwe funzo, yes, ikwe kwa funzo kwa mwingine sahii. Ngobe Ngobe ako nyumbani, aliingia asubuhi, aliongea mbaya, akunyumbani, atukamsamea. Ngobe, tumekusamea <laughs> Lakini juogi. Ati unaomba msamaha. Ngoba juogi bado inaongea ina juogi. Inaongea kitu juogi. Ngoba yapi? Sasa ukiwa nyumbani umetorokea nyumbani bado kuna juogi. Eh, hey, hawa. Anaongea. Omba tu msamaha. Na nyanya yake pia amemwomba ame msamaha. Hey, eh hawa. Pole. Kumbe leo tu tumejua ngoba muoga ana mama yake ana mama. Lakini iko vuli kwa mtu yote. Kabla kitu itoe kwa mdomo yako. Kabla kisha huko mdomo yako. Oh, usiongee kwa mpole hili. Angalia hiki kinataka kuongea. Hey. Itanisaidia. Ama. Ama itafanya nini nasema? Ya mwisho kile kama sasa. So Bati. Ama. Wacha kunigonya. Bati. Bati. Umetuabisha sana Bati. Ati Bati. Oh, msani mkubwa.

Si ya mama na na suti. Bibi Hapana. But so Mr. President William Samoei Ruto kuna vitu vingine sana kwa sheria. Ukipimwa